Zaiylissa ange nyamaza kimya tungesema Manara bila mumbe radhi Zaiylissa, lakini baada kusema ni zone, an, an, an, anaswali, na mimi ninaya kwako mengi Manara, mwanazuoni kwa mujibu wa maelezo kwamba anaswali na madrasa pia kasoma, sio hivyo, na anaimba kaswida, sio hivyo na naisi hadi kuja meji. Na, na, na, na, na, na anaenda yeah, yeah. Anaenda kuiji sindio hivyo? yeah, yeah. Ameiji mm, maanake yeah. Ni, ni kwamba ndani ana Mungu yeah. Sasa kama ndani ana Mungu ushirikina unaingia vipi mbele za Mungu? Pengine labda ndio umefeli, ndio maana kwa hiyo kwamba alikuwa hiko kwa Mungu. Sasa yani alikuwa kwa Mungu, sasa ndio maana umefeli, kwa baada ya kufeli ndio akaona sasa madhaifu ya bibie. Ehe, uh -huh. Iko hivi, narudia tena kitu tunachokita ndoa, ndoa ni maagano ya moyo sio ubani sio kanisani, ni maagano ya moyo. Moyo wangu umeridhia, moyo wangu umeridhia, naoa. Lakini kama maagano ya moyo hayakufanyika, sawa, yani tumekurupuka, tukusema kwamba ili wajuele, hatuwezi kutoboa kwa kama tumeongozwa na hisia, sawa, lakini kama tumeongozwa na moyo hatuwezi kusema kusiaa tutaachana, okay. Tunaachana kwasabu tumegua na hisia, sio turudi tu, tu, tu, tu kwenye upande wako kidogo. Ni nimc, na unafanya kazi kwenye mashughuli haya hivi, ndoa ambao uo umewasimamia, alafu mwisho wa siku wakaja kuachana e, wakati huo tayari ushaweka usha tambo zako kwenye ukumbi ushawasifia sana ukawatabiria mema, alafu mwisho wa siku wakaja kuachana. Mfano mdogo kama hao Zaiylissa na Manara, labda pengine wewe kama MC huwa haikutengenezea taswira mbaya kwa watu ambao wanakutizama, labda huu jamaa alikuwa anatudanganya sana ukumbini. Yani ukiangalia ukiingia katika post ya MC Garabia, ndo ambaye alikuwa MC kiongozi katika ile harusi, huja ameumia eh sana, amevunjika moyo. Sisi ma MC yani ukiacha kuwa ni, ni kazi yetu kwa MC lakini kuna nyakati sisi ni kama viongozi katika masuala ya ndoa na ndio maana kuna nyakati kwamba tunaruhusu sisi wazazi tuone na saa. Umeelewa? Upande wa kike ni tuone na saa, upande wa kiume ni tuone na saa. Kuna mengi ambayo washazungumza huko ndani, lakini yale madogo tueni nyinyi wazazi hapa mbele ya watu waone na sisi, pia ma MC tunaongeza ya kwetu. Umeelewa? Tunakupa somo la kwetu sisi ambao tumebarikiwa na Mungu Vizuri ndoa misingi yake iko hivi iko vile, iko hivi iko iko vile hivi. Maana tunapoona marusi wameachana ni sisi ambao tunaumia. Kwamba yale ambayo tuliyatoa kama funzo yamefanyaje? Yameshindwa. Mimi nashukuru Mungu katika miaka zaidi ya miaka ishirini kwa MC. Nikisema ndoa ambazo nimezisimamia kama MC ambazo zimevurugika azizidi tatu. Sasa sawa? Hmm. Maarusi wangu wengi, mimi wamenigeuza kama Okay, na suini, mimi wangu ni mshauri kwao n kashen maarusini, tunatoa namba za simu pale. Lolote ambalo litakalotokea tuwasiliane. Sio masuala tu ya kazi. Kwamba lolote litakalotokea tuwasiliane tupiane ushauri. Tumefeli wapi? Tumekwenda wapi? Lakini sio kama sisi pia mmchatupiti magumu katika ndoa zetu yeah, au katika mahusiano yetu tunayapitia, lakini tunavumilia unajua? Kwa... Na mimi naweza nikasema ni kwamba mm-hmm. ni mtu ambaye sipendi kwanza kesi yangu ya mahusiano ifike kwa watu waga, nachukia mimi kesi yangu ya mahusiano nikasema, ukweni kwamba njoo ukweni, kuna kikao cha familia. Mimi napendaga jambo langu nimalize mimi mwenyewe yaani, mimi siongee hapo kwa sababu ya media, sawa sawa, au kwa sababu ya kupata sikia. Lakini mimi ni mtu mmoja ambaye huaga na hofia hizo vitu. Mimi leo nimetaja madhaifu ya mke wangu, umeelewa, mbele ya wazazi wangu. Mimi sumula vizuri kwamba huyu mke wangu sijui kwa hivi na hivi na hivi, mke wangu yuko hivi na hivi na hivi na hivi, tumesuluhisha pale. Sasa baba mkwe ataonaje? Atamwona vipi mkwewe dada zangu watamwona vipi? isi yao nishatangaza ubaya yeah, yeah, mbele ya kwa wao sawasawa. Kwa hiyo sisi ndio tunataka tuwalinde wenza wetu, umeelewa? Sijui yaani sisi tuwalinde wale ambao watu tumewaona nao kwamba tabia zao tuzifiche, yeah, so kuzitangaza, sio kuzitangaza, yani wanatangaza so kwenye media, lakini kwamba hata kwa wazazi hata kwa watu baki washikaji marafiki bana mwanamke ah mwanamke huyu ah mwanamke hivi na hivi na hivi au wanangu mimi kwa hivi na hivi na hivi kesho nakushuta nyinyi mko pamoja marafiki unawaambiaje okay utawaambia vipi na marafiki amekuwa msafi sasa hivi amechafua yani umemchafua mke wako umemchafua alafu kesho ukija kuta utamsafisha vipi kwa marafiki vumilia umeshindwa kuvumilia na ndio maana Uislamu anakuambia ikitokea mmeachana acha nini kwa wema. Unajua neno wema, hmm. No, wema limekuja pale, yeah. Yani ukiwa na wema, yani wema au hesabu mabaya hmm. Yani yes. Alihesabu baya, sawa sawa, tunaachana kwa wema. Hmm. maana ya kuachana kwa wema, tusihesabiane mabaya yale, hmm. Mazuri ma, ma, ma, ma ambayo mmekuwa pamoja. Sawa sawa, unataka kuniambia katika mwaka mmoja wa ndoa Zaiylissa na, na Manara wema. Mm. Yale, yale, mm. Wema. Wa wema. Yale yote yamesaulika. Narudia tena. Kwa hiyo mwaka mmoja mmekaa. Kwa mwaka mzima kwamba ananyima chakula nao. Manara ni, ni, ni maskini kasiko. Ndio hapo mimi nikanashangaa pia, yani yeye Manara eh, watoto wake wakanyimwe chakula. Narudia tena, Manara ni maskini kiasi iko? Ana fedha yule, ana fedha mm. Okay, mama mtu, mama wa watoto wangu, najua uzaifu wake, labda ni mchoyo. Sawasawa, kwamba nishinde kusema wanangwe, tabia za mama yenu nazitambua, si ndio? Hivyo mwanangu, mm. shika elfu kumi nenda kanunue chips. Pesa ipo, pesa sipo. mm. sawa, kwamba unazunguka na mwanamke unakwenda Dubai unakwenda wapi? Hela unayo? Hela ipo. Kwa hiyo kipindi ambacho Manara yuko nje na Zaiylissa, watu wako walikuwa wanaje? Hapo sasa alikuwa anajiuliza pia. Eh. Sasa kwa nje? Kwamba watu walikuwa wanalala vipi nyumbani? Hela ilikuwepo, anatumia anakula vizuri. Sasa wewe ulishindwa kwamba kuangalia madhaifa mwenzako. Kwa hiyo umechafuana. Udhaifu wangu si nani? Mimi kwamba mimi mume wangu dhaifu wangu ni mchoyo, ili niendane sawasawa niabebe madhaifa mume wangu niyafiche mbele ya wanangu, umeelewa? mm -hmm. Ila kwamba mtoto anakuja baba, mama kaunyima chakula, njo pumbavu pale. Ujaficha madhaifu ya mke wako, sasa umeonyesha kwa watu. Mama kakunyima chakula mwanangu, shika hapa hela kale, umeelewa? okay. Mke wangu, njoo ratiba ya chakula ndani iko vipi na hivi? Ah, nisikize mke wangu, hakikisha kwamba wanangu wanakula kwa wakati. Kwa yeye kama mwanamke nafsi itafanyaje? Simchoyo, kwa nini ananiambia hivi? Sawa hapo e, situlize, tumalize kwa upande wako. Unahisi nani kama ili jambo linaisha kwa upande wako, nani anabidi amwombe radhi mwenzake? Wote waombe radhi. Wote waombe radhi, nasema kwa sababu nini? Wote waombe radhi sababu wote wamechafuana, hakuna yani. Ingekuwa labda Manara sikaanza, sikaanza kuongea Zaiylissa, ange nyamaza kimya, tunasema Manara ibidi amombe radhi Zaiylissa lakini baada kusema na mimi nina ya kwako mengi, siumesoma <coughs> vizuri, na mimi nina yeah, ya kwako na ya mengi hmm. Aya, na ya nayatoa nayatoa ya nusu, lakini mengine yapo yeah, po. Sasa maana yake ni nini? Okay. Kwa hiyo kwamba ulikuwa na mimi sawa sawa, lakini mo, moyo wako ulikuwa haujashiba kwangu, yeah, hauko na mimi. Kwa hiyo ulikuwa unaendelea vita, nianze unilipue sia vizuri yeah. Kwa hiyo kwamba wako wa, wa katika mahusiano na, na ndoa nyingi ziko hivyo, yani mtu kwamba yuko kwenye ndoa lakini akili yake haiko katika ile ndoa, umeelewa mm? Wako katika ndoa lakini akili zake haziko katika ndoa, kwamba wanatafuta zile sababu tu kwamba kikombe kivunjike, mimi nikutukane nikuseme, mm. sia vizuri yeah. Umeshika kikombe kwa bahati mbaya yeah, kimevunjika chini. Kwa nini mna kikombe kama hiki? Sikusema vizuri. Kwa nini mna maisha kama haya? Wewe mpumbavu ni kwa nini yale yote unatoa ni vile visa vyote? Baba mtu au mama mtu kwa kikombe kiki, kuna kitu kingine. Kwa hiyo yule mtu mwenzi mwake ameshakuchoka muda mwingi. Yeah, ana sumu yani. Anatafuta wapi pa kuitapika sumu yake. Kwa hiyo inapotokea chanzo kama hivi kwa hivi. Kwa hiyo kuona kwamba analala kalopoka vile. Zaiylissa kajibu vile. Kwa hiyo maana wale wote walikuwa na visasi moyoni. Lakini wenyewe wasoni wanasema kwamba mungwana akivuliwa nguo Kuchutama maana yes, yeah, ya kuchutama kaa kimya. Bas, yaishe. tusizalisha tusifike mbali lakini kwamba umevuliwa nguo na mimi navua sasa pale nimesimama sasa, hmm. Sila vizuri yeah. Kwamba ukimfukuza chinzi, Wote mnaonekana machizi. Aha, sasa basi jibu lako hapa nimelipata. Sasa kwa umeongea vizuri sana msitulizo, na mimi nataka jibu kwa kumalizia. Umeoa? yeah, mimi nimeoa. Mwanamke kabisa. Mwanamke kabisa, watoto na labda niseme tu kwamba sio maarufu kivile, lakini kwa ukubwa ambao niko nao, mm. Lakini mahusiano wangu mimi aga nayaficha na, na, na, na sana, mm. Umeelewa, kwa sababu sisi ambao twenye majina kwa kiasi fulani huwa tunaandamwa, umeelewa, tunaandamwa, mm. Tunaandamwa kwa sababu wanataka wakuangushe, waangalie madhaifu yako ambapo yalipo, okay. Sila vizuri kwamba ah, madhaifu yako si familia. Kwa hiyo maana yake sisi tuanzie pale, kwa mke wako, mume wako, malaya, mume wako yuko hivi, sema sema vizuri, ili atapanic. Akipanic na kwaje hapo, ah, vita ndani. Kwa hiyo muda wangu nasuluhisha mke wangu ndani Kukupa, kukupa yeah. yeah. Si jibu vizuri yani. Vizuri, vizuri. Ipo, ipo. Bwana, tulikuwa na FC tulizo MC mkubwa sana kwa jinsi ninavyomjua anafanya mambo mengi sana, kaongea mengi sana kuhusiana sana issue nzima ya Manara na Zaiylissa hope so, mara ya mwisho kupiga story na wewe kwa utakuja tena kama wakirudiana, mimi nitakufuata, na mambo yakiendelea vipi pia nitakufuata. Maana kwa nini Manara alimchukua Zaiylissa kwa nani makabila, si kwa makabila? Hmm. Alafu hapo tunasikia kuna udambu udambu ambao unaendelea ndani yake, hey, kwamba makabila alikuwa nyapia nyapia jimbo hey, lake alikuepo, yani yupo Manara yupo, lakini naye yupo chini yupo, hey, duara. dunia duara. Duara, utakwenda utarudi tutegemee siku moja atarudi anasota magoti, mnasema, sio? Si kwamba labda Zaiylissa alikwenda kwa Manara kwa sababu pesa, na Manara pesa bado anazo, basi tutegemee kurudi. Lakini Zaiylissa kwenye mkutano wake na waandishi wa habari kafika na gari nzuri imeandikwa plate number Zaiylissa. Narudia tena, narudia tena. Umaarufu wako sasa kiwango cha pesa ambacho kiko nacho kilitoka kwa nani? Sasa hivi. Kwamba ile chote ambacho alichokuwa nacho hata kama ni juhudi za kwake na kazi zake sijui udhamini, sijui nini na nini, lakini umepata udhamini kwa sababu huko na mtu ambaye amekupuchi hiyo brand yako. Asingekuwa na jina kama, kama sasa hivi. Koyo. Thanks kwa Manara heshima kile kidogo ambacho ulichokipata kwa ile mtu, okay uh -huh. Yes bana, asante sana. Mimi naitwa Ali Adabu. Fika pale YouTube subscribe, bonyeza alama kengele, like comment na kushare, kwa kwanza upata taarifa zetu. Fika Instagram, Facebook, TikTok, andika 69 Media TZ hope -huh. So unakuwa umeenjoy t baki kwa kino noma, baki kwa mwana familia wa 69 Media mount.